Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alayhi wa salam. Baada tupo katika viwanja vitukufu na tuna malizamaliza kuwaaga mahujaji wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano wateule wachaguliwa na wajaaliwa wa Allah kutekeleza ibada hii adhim, ibada kubwa katika imani ya kila muislamu. Alhaji, watazamaji na wafuatiliaji wa Al Azhar TV Tanzania walitaka kujua jina lako umekuja na taasisi gani na unaizungumziaje haji kwa ujumla, especially kwamba wewe ni mmoja ya watu waliotekeza ibada hiyo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salaam. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Jina langu naitwa Kassim Khamis Ali. Naam. Mimi nimekuja na, na. Nime taasisi ya Manasik Haji Foundation. Tamam. Uh, kiangalia haji ya mwaka huu ndio. Yeah. Ama nikizungumzia haji ya nasema haji ya mwaka ilikuwa ni nzuri sana sana, mashallah. Udhibiti ulikuwa mzuri, mashallah. Ibada zote tumefanya alhamdulillah, amani, alhamdulillah, nani, alhamdulillah. alhamdulillah. Na, alhamdulillah. Hatukupata mikiki mikubwa mikubwa mikubwa, ilikuwa ni tofauti na kwetu kidogo kidogo, lakini tumeenda vizuri na mambo yamekuwa mazuri na hatukupata changamoto kubwa zaidi ya vikohozi vikohozi vidogo vidogo vidogo. Nimefurahi kueleza kuwa hmm, haji ya mwaka huu imekuwa hmm, nzuri kiasi kikubwa. Alhaji, hii ni haji yako ngapi? Hii mimi ni haji yangu ya kwanza, lakini nilishakuja kwa umra ndio nyuma mara nyingi mashaallah. Eh, kwa hiyo nina ninaiona ile hali ya ya, ya ilivyokuwa. Asante sana kwa asante kwa sana kwa. Na nini ambacho kilikuchelewesha siku za kawaida nyuma huko, kabla ya e, e, kuja kufanya kuja kutekeleza ibada hii, na imedondokea mwaka huu? Ni kwa sababu kuna uchaguzi umekuja kuombea nchi E, yote yanaingia lakini kikubwa <laughs> ni kwamba tume <laughs> ibada Allah. ya hija huu Naam. mpaka uitwa Naam. Naam. uh, Naam. Kwa hiyo Allah ametuita Naam. tumekuja kufanya ibada ya hija Naam. lakini ndani ya ibada hii yanapatikana mambo mengi tumeliombea nchi yetu ni kweli. ipite kwa amani kuna jambo kubwa sasa hivi la uchaguzi tumeliombea nchi uchaguzi upite salama lakini pia tumemwombea rais wetu Samia Suluhu Hasan. Na wito wako kwa vijana kama wewe, yeah, ni nini kutekeleza ibada hii ya haji? wito wangu ni kwamba vijana wahamasike kuja kutekeleza ibada hii. Ndio. Kwanza ni nguzo ya tano ya Uislamu. Mashallah. wanakamilisha ule uislamu wao. Sa lakini, Sa pia ni kuna sehemu muhimu ambazo unakuja kuzipata. Ya Rabb. Tuko kwenye manchi yetu tunaelekea kibla lakini Yarab. Kibla chetu hatukioni. Ni kweli hatukijui, subhanallah. Ukija huku unapata subhanallah, kuna hajarul aswadi ambalo limeanguka kutoka peponi. Mashallah. Kwa hiyo ukija utapata nafasi ya Busu ama kushika ama kushika kushika kuashiria, lakini ukienda katika mji wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuna sehemu inaitwa Raudha ya Rab, sehemu ambayo ipo katikati ya membari yake, na nyumba yake ya janna hiyo. Kwa hiyo ukija nayo unapata fursa ya kuingia pale kwenda kuswali japo raka mbili. Ya salam alhabibi, kupitia channel hii na kuona una nuru ya ziada, una tabasamu kama bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotuhimiza. Hii ndivyo ulivyo au ni baada ya haji? Eh, kusema ukweli ndivyo nilivyo, lakini lakini imezidi, mashaallah na kumzuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unauacha yeah, mji mtukufu leo. Hmm, unarudi nyumbani, hii inakuathiri kiasi gani? Eh, kusema ukweli machozi yalinitoka kidogo, yalinitoka subhanallah. Pole sana. wakati na iaga kaaba nafanya tawafu alwada, machozi yalinitoka kwa sababu nilikuwa na iaga nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini nimemuomba Allah nijalie niweze kurudi kuizuru tena, muhimu sana. Lakini wakati namsalimia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nashukuru mhamadhkuru, nimebahatika kwenda pale mara kwa mara kumzuru Mtume. Lakini wakati naenda kumzuru Mtume kwa mara ya mwisho, machozi pia yalinitoka pia nimeomba yeah, Allah nirudishe nije kumzuru tena Insha Allah. Mwenyezi Mungu hana kiana katika kujibu dua, yes, kwa sababu kasema yeye mwenyewe uduuni astajibu lakum. Kwa hiyo shekhe, natarajia labda kukupokea katika siku zijazo baada ya ibada hii. hajjun mabrurun wa dhanbun maghfurun wa sa'yun mm -hmm, mashkurun wa kullu amun wa antum bi khairi. maho jene haya ni kwa ihsani ya Ashim Al Azhar TV Madina.